Jeshi la polisi nchini katika mkoa wa Tarime Roria, limesema kwamba Jumapili Novemba tarehe 16 mwaka 2025 mwendo wa saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sikule Sirari, limemkamata Charles Onkuri Ongeta bana mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, ambaye pia ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti akiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono. Sasa taarifa ya polisi imeeleza kuwa mkamata Charles akitokea nchini Kenya akijaribu kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari ya usajili KDP 502Y, aina ya Toyota Land Cruiser, na kwamba kwa mujibu wa sheria ya mwiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Sasa kinuku taarifa za polisi ambazo zinasema kwamba ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo, ili hatua stahiki za mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Sasa hii Inaonyesha kabisa kwamba huyu ni ni ni mtu ambaye alikuwa anasafiri kutoka nchini Kenya kuja Tanzania, maana nambari ya usajili ambayo imepewa ni KDP 502Y, na KDP 502Y bwana ni nambari ya usajili wa magari ya nchini Kenya bwana. Sasa, huyu ni mwanajeshi ambaye ana uraia pacha, ni raia wa Kenya lakini pia ni raia wa Marekani, ikizingatiwa kwamba pia ni mwanajeshi ambaye ambaye anahudumu katika kikosi cha jeshi la Marekani. Sasa hajajulikana ni lakini kwa mujibu wa polisi wenyewe anasema kwamba hata asinge hata angeomba ruhusa ili kuweza kuingia nchini kwa kutumia mbinu ambayo ni halali, lakini akiwa na mabomu hayo asingeruhusiwa kabisa. Barua kutoka kwa jeshi la polisi ambayo ilikuwa wameweka kupitia mtandao wao, walikuwa wameandika hivi: taarifa kwa umma Jeshi la Polisi uh, Tarime Rorya, leo Novemba 16, 2025 majira ya saa sita mchana, katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari, limemkamata Charles Nkuri Ongete mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa Marekani, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant, akiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono, akitokea nchini Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari ya usajili KDP 502Y aina ya ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo, kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhoji kwa tuhuma hizo, ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zianze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya. Sasa hii inaonesha namna gani ambapo uh, jeshi la polisi lipo makini kabisa kuweza kuzuia vitendo vyote ambavyo vinahusiana na, na maswala ya uhalifu. Hii inakuwa ni message fulani hivyo So, um, asema kwamba ni ujumbe fulani uh, taifa sasa hivi lipo kwenye uh, hatua fulani hivi ya kutaka kujikusanya na kurudisha uh, utangamano dhidi ya Tanzania baada ya machafuko ambayo ilianza kushuhudia maandamano. Lakini pia, inatishia usalama kizingatia kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wameapa kabisa tena kuingia kwenye masuala ya maandamano itakapofika tarehe tisa ya Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano.